Kuwashukuru sana na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, nimemaliza kipindi changu cha miaka mitano, ndiyo juzi bunge lime limehitimisha shughuli zake. Mheshimiwa Rais kama mlivyoona amehitimisha, na kama ilivyo ada ni kwamba ukimaliza kipindi cha miaka mitano ambacho ndio lipewa na wananchi, unaomba tena miaka mitano mingine ambacho wananchi wanakutegemea kitu kikubwa, kazi za kwetu hizi ni kuwahudumia wananchi, kuwawakilisha wananchi, na kama mwakilishi wa wananchi unawakilisha katika maeneo mbalimbali mbali, na kubwa ni maendeleo. Kwa hiyo tunamshukuru sana, katika hii miaka iliyopita nafikiri nyewe wenyewe ni mashuhuda na Mheshimiwa Rais alishasema ni nini ambacho tumekifanya katika kipindi hicho ambacho tunakimalizia mwaka huu, kwa kweli ni makubwa tuliyomaliza, lakini bado maendeleo hayana mwisho. Ukimaliza hiki maendeleo yanataka kingine, na na imani kuwa hata wananchi wanatamani vilevile kuwa maendeleo yao yawe endelevu, na hicho ndiyo kilichonisukuma ya kwamba tena niombe ridhaa ya wananchi ili tuyajenge zaidi na tuweze kuwaletea maendeleo hasa katika kipindi hiki dunia ya ushindani. Nashukuru sana.